Marehemu Papa Francis amezikwa siku ya leo katika kanisa la Santa Maria Maggiore Vatican. Maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki na dini zingine wakijumuika katika maeneo hayo kushuhudia hafla ya mazishi ya Papa Francis, viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Marekani Donald Trump, Rais William Ruto na pia Spika wa bunge la Kitaifa Moses Wetangula wakiwemo miongoni mwao. For the late Pope Francis, that the Chief Shepherd, who eternally lives to intercede for us, may welcome him into his kingdom of light.

Baada ya hafla ya ibada kutamatika katika kanisa la St Peters Basilica, msafara uliobeba mwili wake ukaandamana moja kwa moja hadi kanisa la Santa Maria, waumini wakikusanyika barabarani kuuaga mwili wake. Kinyume na watangulizi wake, Papa Francis alichagua kuzikwa katika kanisa la Santa Maria Maggiore. Ni kanisa linaloaminika kuwa na umuhimu mkubwa kwake kwani alizuru mara kwa mara kwa ajili ya maombi kaburi lake, akisema likuwe tu la kawaida. Papa Francis aliaga dunia tarehe 21 mwezi Aprili akiwa na miaka 88, na amehudumu kama kiongozi wa kanisa Katoliki kwa muda wa miaka kumi na miwili. Mara yake ya mwisho alizungumza na waumini siku ya tarehe ishirini mwezi huu Pari. Fratelli e sorelle. Buona Pasqua. Fred Rikwambua, Undugu TV.